Uh, kwa ajili ya jambo kubwa ambalo linataka kutokea kuanzia tarehe 24 no. mpaka tarehe 30, ambao kutakuwa na kombe la muungano. Wote tunafahamu umuhimu wa muungano, lakini sisi kupitia timu yetu hii ambao ni wabia wetu au wadau wetu, tukaona tuwaunge mkono wanapoenda kushiriki mashindano haya, basi waiwakilishe, watuwakilishe sote wale ambao wanapenda muungano na ile dhamira kubwa kabisa ya muungano. Kwa hiyo na sisi tumeungana nao leo hii kupitia huduma yetu ya Temane Uh, kuandalia jezi maalum ambazo watazitumia katika, katika mashindano yale ya muungano timu ya Singida Black Stars Oiyo. Kwa hiyo itakapokuwa ikitembelesha bendera ya mashabiki wao, basi watakuwa wamevalia jezi hizi ambazo leo hii tumewakabidhi rasmi na watakwenda kuzitumia katika mashindano yale. Dhamira kubwa ya sisi kushiriki katika jambo hili uh, la like kihistoria ni jinsi ambavyo muungano umekuwa ni muhimu kwa taifa na jinsi ambavyo umekuwa ni muhimu pia kwa sisi ambao tunaishi muungano ule kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Kwa hiyo, mashindano haya tumeambiwa kwamba yatakapoanza zipo timu kubwa zitakazoshiriki. Tunafahamu uh, utamu wa mpira ni muungano unaleta muungano, urafiki na pia inaendeleza umoja wetu. Uh, tunashiriki kwenye mpira. Uh, kocha hapa anajua, msemaji anajua kwamba tunashiriki kwenye mpira tukitoka pale, tunagonga high five, tuna afurahi uh, kwamba mpira umeisha tunaendelea na, ush, na ushikaji na umoja wetu na hicho ndio kitu ambacho Airtel tunakiona ndani ya mpira uh, burad, burudani. Ile dhamira yetu ya reason to imagine inaonekana ndani ya mpira. Kwa hiyo leo sisi uwepo wetu katika kutoa jezi hizi ni kuendeleza dhamira yetu ya kusema kwamba reason to imagine ikaendelee kwenye mpira. Hongera sana na wakaribisha Airtel yeah. Hongera sana nawakaribisha Airtel, nenda mkatuwakilishe. Sisi tunawatakia matokeo mema kabisa katika wakati tunacheza mashindano haya yeah. Na pia uh, ukiangalia katika mashindano haya waahidi tu Wazanzibari na wale wote ambao watakwenda Zanzibar wakati wa mashindano haya ya Muungano, Airtel tutakuwa pale kwa wale wafanya biashara kuhakikisha kwamba wote ambao hawana lipa namba wanaweza kusajili lipa namba na wakapata lipa namba papo hapo. E, bure. Aa, na watayepewa na baadhi ya vitu ambavyo vinawasaidia kutangaza biashara zao na sisi kama e Airtel kupitia pia kurasa zetu za jamii e, pamoja na za Singida tutakuwa tukitangaza biashara zote ambazo wamepata lipa namba kwenye kipindi hichi ambacho kombe la Muungano litakuwa linaendelea. Kwa hiyo ni nafasi ya Mtanzania kujitangaza kwenye biashara yake kupitia e Airtel Money, lipa na lipa namba zitakuwa zikitolewa bure kwa wafanyabiashara wote na sisi kama Singida Black Stars kwanza tunakuwa ndo timu ya kwanza kupata udhamini wa kipekee kwenye mashindano haya. Yaani hakuna timu yoyote ambayo imepata udhamini specific kwa ajili ya mashindano ya muungano. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba brand yetu inaaminiwa, inathaminiwa na inahusiana vizuri na brand kubwa kama Airtel. Sasa kama wewe ni shabiki wa Singida Black Stars au unaipenda timu yetu ya Singida Black Stars, kuanzia sasa na wewe ni mwanafamilia wa Airtel. Kupitia Airtel Money tutafanya shughuli zetu zote. Na niwaahidi tu ndugu zangu hata bonus za wachezaji zitakuwa zinalipwa kupitia Airtel Money. Okay. Eh, bonus wachezaji wakienda wakishinda mechi, tunaingiza hela kupitia Airtel Money kuanzia sasa. Lakini pia Jackson, niligusia hapa kwamba kwa, kwa mashabiki watakaofika visiwani Zanzibar kwenye mashindano haya kutakuwa na huduma ya kuwapatia lipa namba bure kutoka Airtel. Mimi nitakuwa mteja wa kwanza kwa sababu nina biashara zangu na sina lipa namba ya Airtel. Kwa hiyo tutaitumia hiyo na nitakuwa balozi mzuri kuhakikisha kila mmoja anafahamu ubora wa kutumia huduma za Airtel. Sisi Singida Black Stars tuna mahusiano mazuri sana na Airtel. Hata uwanja wetu wa nyumbani umeitwa Airtel Stadium kutokana na udhamini ambao tuliupata kutoka Airtel, na wamekuwa washirika wetu wakuu na wanatubeba. Mnavyoona tuna ng'ara, tunasajili wachezaji wakubwa, tunaenda vizuri kwenye ligi na mashindano mengine ni kwa sababu tunapata sapoti kubwa kutoka Airtel. Jambo la muhimu kama ambavyo mchezaji amezungumza, na mimi ni kazie, kwa kasi ambayo tunaenda kuifanyia kule Zanzibar, yani tutakavyoenda kushindana kwa kasi, nitakavyoona timu yetu inacheza kwa nguvu kubwa, ujue nguvu hiyo imetoka Airtel. Yani speed itakayokuwa kule ni kama speed ya 5G ya Airtel. <laughs> <laughs> Kwa niaba ya technical bench tunawashukuru sana ndugu zetu wa Airtel kwa hiki kitu ambacho amekifanya kwetu ni imani kubwa ambayo wameiweka, wakiamini kabisa kwamba kubeba logo ya Airtel Money sio kitu masiara, ni kitu ambacho wameweka imani kubwa kwetu, ambacho wanahitaji kuona na wao tunatoa mrejesho gani kupitia huduma ya ya Airtel Money. Na sisi, tunaenda kubeba uh, nembo hii na logo hii kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanaenda kupata faida na na, ya, kwa namna gani tunawashawishi na sisi waweze kutumia Airtel Money kutuma na kupokea pesa popote pale walipo. Kwa hiyo, tunakwenda kwa mashindano haya mashindano ambayo yanaenda kutuunganisha uh, kama, kama fa, taifa kama familia moja kwenye, kwenye michuano ya, ya muungano ambayo muungano wa, wa, wa, wa, wa Tanzania visiwani na Tanzania bara.